Nikiwa, nikiwa kazini wenzangu wawili walikufa. e, mama Kivuyo, Wesa Kivuyo anaelewa, tulikuwa vijana wote pale Kijenge. Kanisa liliniombea sana, lakini baadaye nilitafutwa na watu wasiojulikana wasio huko, mwanzoni walikuwa nataka kutoa uhai yangu, nataka kunichoma kisu, wakakosea wakachoma mtu mwingine, wainjilisti wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mkurugenzi mkuu na kamati yako, maskofu mliosalia na wakuu wa idara mbalimbali, wainjilisi wa taifa na wenye viti, amenye wakurugenzi wa majimbo na wainjilisi wote mpaka wa kanisa la mali pamoja, ikiwa itifaki imezingatiwa, ninawasalimu sana kwa jina la Yesu. Jina langu sio Samson, ni Swila. Ukimwita Sam, namwita baba yangu. Mimi naitwa Swila. Swila ni jina la babu yangu, alikuwa mfugaji wa nyoka. Nikazaliwa, msialibadilisha, lakini nyoka wajawahi kunizuru tena. Kwa hiyo <laughs> naitwa Swila Samsoni Swila, ni majina yangu matatu yanakaa hivyo. Nimshukuru sana Mungu. Sina ushuhuda sana, nikitoa ushuhuda dakika tano hazinitoshi, lakini nimesimama hapa mimi kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyofanya kwenye maisha yangu, kuzaliwa kwangu mpaka hapa ni kwa muujiza, na niseme tu kwamba kwa hizi dakika tano, mwaka elfu mbili na ishirini na moja mwezi wa nane, nilipata tatizo kubwa sana la kiafya. Nilikuwa na safari, nilikuwa nimeazimwa dogo na serikali kwenda kufanya kazi fulani Rwanda na Burundi, enda pamoja na marehemu waziri wa ulinzi Wakatule kuandikwa na tuliporudi, mimi nikarudi kanisani kwangu nikaendelea na majukumu, lakini baada ya mwezi mmoja hivi nikawa nasikia hali yangu ya afya siwezi kupumua usiku. Na nikaenda Bugando, Bugando wakanikataa. Nikaenda kwenye hospitali yangu ambao mara nyingi wanacheki afya Hindumanda wakanikataa, wakanipeleka, wakanirufaa Muhimbili. Amini Bugando, Bugando wakanikataa kwa wakawa na nirufaa nimetoka Bugando, sijiwezi. Yani, siwezi hata kutambua kinachoendelea. Nilichokumbuka tu ni kumpigia askofu mkuu simu kumwambia baba yangu naumwa, sijajua hata kama nitaishi sasa. Kwa hiyo naomba, chukua simu yangu ya wa watoto, sintaweza kuongea tena, na ninakubali kufa kwa mazingira ambayo nimeyapitia toka mwanzo kwamba Mungu hawezi kunilinda tena katika maana amenilinda toka nikiwa mtoto, matukio kadhaa kama kumi na tatu ya kufa. Nikaenda Muhimbili nimekaa pale siku ishirini na nane napumulia mpira na kuandikwa walipokuja, akanikuta tuka emergency pale. Mwenzangu akafa wodini, tulikufa alikufa na wengine kana niliwakuta kwa ajili ya wodi. Mimi nimekaa emergency siku tatu, na walisema nikienda wodini kwenye ile zenye zile special wodi walinikatalia madaktari marafiki zangu pale, wakaniambia kule utajitenga sana, kaa hapa kwanza tuone taratibu, hayo mzuri. baada ya hapo, wakatupeleka kwenye wodi moja ya watu muhimu, wanaita very important people. alikuwemo kuandikwa na maafisa wengine ngazi za juu waliokuwa wametoka Uingereza eh, na wengine walikuwepo hapa nchini. ikaonekana kwamba tulikuwa tumeathirika na corona na ilikuwa imeshaharibu mapafu karibu mimi robo tatu alikuwa hafanyi kazi, siku 28 napumulia mpira, nilikuwa simjua naye kuja kunitazama, na kwa neema Mungu nikapata nafuu hiyo, nikarudi nyumbani mwezi wa kumi, ishirini na moja ile ishirini na mbili, nikaendelea na shughuli zangu za kawaida, na tulikuwa na uzinduzi wa jengo kubwa pale, askofu alikuja. Na baada ya hapo tena nikaona ile hali imerudi kwa hali ngumu sana, nikaenda tena Bugando. Na wakanambia sasa hapa tushasema tuweze kukutibu wewe. Elfu mbili na ishirini na nne ikawa mbaya zaidi. Kwa hiyo na miaka kama mitatu nilikuwa sijahubiri kabisa wala kanisani wala mkutano wote wa nje. Na kuna watu wanaofahamu wengi hapa. Wengine mpaka leo wakiniona, najua walikuwa wananiuliza, bana bado upo? Nifikiri umeshakufa. Kwa hiyo kuna watu kadhaa walishajua mimi nimeshakufaga siku nyingi. Lakini nataka nikwambia bado naishi. <laughs> Ndio kinachonifanya leo nisimame nimshukuru Mungu sana kwamba Mungu analo jambo muhimu na kusudi maalum sana. Elfu mbili na ishirini na nne ikawa mbaya sana mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Bugan Muhimbili pia nao wakanikataa, wakanambia kama unaweza omba tukuombee uende India mwezi ule wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mimi nikagoma kwenda India, nikasema siwezi kwenda kufa nje nchi yangu naomba nifie nchini. Wakati huo bima yangu nilikuwa naitumia, ilikuwa ilikuwa imeshakatwa imeshafungwa imesha, kwa hiyo ilikuwa haifanyi kazi. Kwa hiyo familia ikafirisika kwa miezi zaidi ya mitano ikafirisika, lakini tunamshukuru Mungu sana. Nikiwa pale hospitalini mwezi wa tatu mwaka huu nikawa nimepoteza kabisa ufahamu na si mjui yote anakuja na nikajua, sasa sikujua kinachoendelea. Ninayokwambia haya yalitokea baada ya mimi kuwa nimepata fahamu mpya. Nikiwa nimeshapoteza ufahamu, nilijikuta niko mahali pa ajabu sana, kwenye mbuga moja ina rangi ya jua la jioni, nikitembea. Niko peke yangu, natembea, nikakutana na ndege wengi sana wanaruka baadaye. Nikakutana na maua mengi sana baadaye nikakutana na wanyama wakiwa ndani wengi sana baada ya kutembea sana nikajua, nikaona kwa mbali kuna lango kubwa sana lakini kuna watu wamepanga foleni nyingi kubwa ndefu sana, kama hapa na, na, kule barabara kuu ya rami kule, zilikuwa foleni aina mbili. Sasa so nikaona watu wanapanga foleni wanaenda wapi na kuna nini kule. Sasa so mi nikatamani kuona huko mbele kuna nini kwenye hilo lango nikaenda nikawapita wote hao wenye wenye wenye fole, nikawapita mpaka kwenye wale waliosimama kwenye ile malango mawili, moja liko upande wa kulia, moja wa kushoto. Nikamfuata yule aliyekuwa amesimama kwenye lango la kushoto kule, nikamuuliza habari yako bwana, nikamuuliza hapa kuna nini? Akaniambia kwani unataka nini? Nikamambia mimi nataka nione huko ndani ya hilo jengo kuna nini. Akaniambia kapange foleni. Nikamwambia sasa nimeshafika hapa, kule ni mbali sana, mpaka nirudi huko tumezoeka kujichomekeza. Mimi nikasema wewe, hapa hapa nataka tu nichungulie, alafu nione kuna nini. Akanambia hakuna bana. Tunapoongea hivyo, yule mlango yule anasimama uh, lango la pili akasikia, akamuuliza huyo lango la kushoto, huyo jamaa anataka nini? Hapo anasema anataka kuchungulia aone huko ndani kuna nini. Akasema mwambie akapange foleni. Na mimi kupanga foleni sikutaka, nikaona nitachelewa. Nataka tu kutazama huko ndani nijue kilichopo alafu niende na shughuli zangu. Sasa alipo nikataa jama, nikamwangalia jamaa nikaona uwezo wake ni mdogo na nikajua mimi ni komando nimekaa jeshini miaka ya kutosha. Huyu jamaa si naweza naweza nikambeba tu tukaingia kwenye geti pamoja. Kwa hiyo nikajipanga. Wakifungua geti tu, na mkamata kikumbo, tunaingia ndani hata kama atanitoa nitakuwa nimeshaona. Kwa hiyo nimesha ikawa ndio nimepanga kusudio. Kwa hiyo nikasubiri mlango ufunguliwe. Baada ya mlango wa kufunguliwa kweli, nikafanya kama ilivyofanya, nikakamata ule jamaa. Lakini wazungu anasema suddenly, yani kwa ghafla, sikujua kilichotokea. Yule jamaa wa kule mlango wa kulia alikuja, walinisukuma kwa mwendo wa kasi, nikaangukia kisogo hapa, mpaka sasa hivi waka kinaumaga. Halafu ndio nikashtuka, kumbe niko kitandani pale. Jesu anitoja nikamsikia nesi anasema dokta, dokta, amezinduka amezinduka kasema, nimezinduka. Maanake nilikuwa nimeenda wapi? Sasa mi wazangu, nikawa ule jamaa liye nisukuma yule, namkumbuka mpaka leo. Nikikutana naye huko ati, nisukuma vibaya sana, nimemkalili kweli sura yake. Siku nikienda kwe nikamkuta, itabidi tuanze kucheza <laughs> watakatifu wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikawa nimerudi mwezi huo wa tatu na alikuja askofu kunitembele moja kunitembelea pale la labinisi hospitali nikamwambia, mzee, namtafuta mtu wa kunipa wa kunipeleka kwenye nguzo ya dwe nijilipize kisasa ngoma la hii tu mara moja, yani nikitoka hapa nataka nikahubiri mara hii tu. Sasa nipotoka tarehe mbili elia mtoka mbali nilikuwa nakaa karibu nilipokuwa nakaa pale kuna imetumejenga hapo karibu na wazoili. Akaniomba, nikahubiri, nikasema hapa hapa nikalipa kisasi. Lakini baadaye mwinjilisi Kazimoto moto akaniambia bwana na kongamano la, la la Pasaka, naomba uje ulipe kisasi huku, maana alikuja kunitembelea huko hospitali. Nikaenda. Sasa nilipomaliza ile kongamano la, la Pasaka lilikuwa zuri sana, nimerudi nyumbani siku ya kwanza, kesho yake nikapata ajali mbaya sana na sio ajali ya barabara, ni nyumbani tu. Kuna mawe kule Mwanza, kuna mawe sasa. Kuna mawe nikiwa nikipita na gari nayagonga. Sasa nikaona haya yananisumbua, ngoja leo asubuhi hii niyapangue, ni pangue. Ndio ajali yangu ilipotokea hapo. Nimepangua jua moja, kumbe kuna jua lilikuwa juu yake hivi, likashuka. Ndugu zangu, lilichana mguu mpaka kwenye mfupa. Nikasema sasa kwa kuwa nimepona kule, hapa ili jiwe na hii sukari iliyoko mwilini waliyosema hii, sasa hapa mguu nakatwa. Lakini nikasema hata kama akikata mguu nitahubiri na mguu mmoja alafu mwingine nitautafutia mguu wa bandia, alafu nitatembea, nitahubiri. Nika huwa natembeaga na first aid, kwa hiyo nikatafuta ma madawa fulani kamimina hapo kwenye ule mguu nikafunga bandage, nikatafuta kwenda hospitali. Nikaenda hospitali ya Manga pale Kamanga wakanikataa na kwenda nanii. Baadaye nikaenda hospitali moja inaitwa Tanzanite, Mungu akawa ameniwekea madaktari kutoka Kenya, wakanipokea wakanishona ule mguu nyuzi kama kumi na tatu hivi. Nilipopona ule mguu, ndugu zangu, nilianzisha mikutano sita ya ghafla ya ghafla nikaka jukwaa kadogo pale, nikakabeba hapo, nimeanza na kwako, kakabeba kwajukwaa na gari nikatafuta moja, tukatembea mikutano sita. Mkutano wa mwisho tukaufanya mpakani kabisa, Marwanda na Burundi, simema naitwa Nyakaula, tukafungua kanisa, mpaka sasa hivi ilipo hilo kanisa, na mchungaji nimeshampeleka Bible chukua, imaliza kichwa cha kupanda makanisa. Nikasema sasa nimepata uhai wa kulipiza visasi, kwa uweza wa Mungu, Mungu ameniponya, nikasema Niliomba maombi kwenye makamanda kwenye injilisi wa taifa, nitakwenda kumtolea Mungu sadaka yangu ya shukurani. Kwa hiyo nimekuja na sadaka yangu ya shukurani nimtolee Mungu ameniponya. Lakini historia ya, ya, ya uchungaji wangu, mimi sikutaka uchungaji kabisa, mkurugenzi mkuu, na sijawahi kutaka mpaka leo. Mungu akilegeza tu mimi narudi. Sema kwa sababu yeye ana nguvu basi mimi nilinunuaga vyombo vya kuhubiri na kusaidia wachungaji. Sikuwa mhubiri, sikutaka kabisa. Na nafum, mikutano wangu nilikuwa nafanya mikutano mikubwa tu, naandaa mikutano na waita wahubiri kina mzee Mwenda Mpapa hapa na kina mzee nani, mhubiri Mjisi Mwa Kilima na wengine. Nilikuwa nawaitaga kuhubiri, nawatumia nauli, naandaa mikutano, naika na kwaya, nanunua chakula na mahema, wanahubiri. Sasa waliniumiza hawa jamaa, siku moja hawakuja na mkutano umeshaandaliwa mkubwa, hawakuja. Wakanambia bwana, na wewe utahubiri. Nikamwambia jamaa, mimi sio nataki kuwa mhubiri. Ilikuwa mwaka tisini na nne, F2, F1, mwaka tisini na nne ambao ndio. Nikakataa, wakaniachia mkutano, hawakuja na nauli ti a tin nikakataa, wakaniachia mkutano, hawakuja na nauli hawajanirudishia mpaka leo. <laughs> Niliwatumia nauli na hela ya kula nyumbani, sasa hawakuja na nauli yangu hajanirudishia mpaka, mpaka. <laughs> Kwa hiyo mkurugenzi mkuu, nikawa nimepata shida kwenye ule mkutano. Watu wengi wanasubiri mhubiri, tumeimba mpaka saa kumi na moja na nusu hakuna dalili ya mhubiri, na wakati ule simu za mkononi zilikuwa hakuna, utampataje sasa? Sasa ikabidi nipande tu, nakumbuka ujumbe niliohubiri tatu kumi na sita sikuwa na andiko lingine la kuhubiri kwa maana, jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, na kila mwaminie atakuwa na uzima wa milele, asiamini atapotea. Kwa ile kuwa usipoamini leo wake anakwenda kupotea, utakufa. Lakini waliokoka wengi tu na wakapona kwao. Nikawa mhubiri kuanzia hapo, na kule Lufiri wa Nseria kanisa likafunguliwa. Kule Songola mzee wakuja tukafungua kanisa na sehemu nyingine. Kwa hiyo ndipo sasa wito ulipoona kuja nikaamua kuacha ni vyombo vyote, nikavikabidhi kanisa. Nikaona sasa mimi kuwa mhubiri. Kwa hiyo nikapata ugonjwa mbaya sana ambao sijao kuku. Kila nikipimwa hospitali hauonekani. Nikawa nimekonda, nimelala, wengine wakasema jamaa ameshajikwa yule. Watu wakanongona yule ana ukimwi. Nimepima kila kipimo. Gonjwa na kani. Siku moja akaja mjaki. Mjaki sio mtu mzuri sana. Amebidi tunaweza kwa kuwa yupo hapa. Amekuja nyumbani kule tukuni kwa kuwa nakaa, ilikuwa 2094 au 2095. Ana ujumbe mgumu sana akanambia, rafiki yangu, yaani rafiki yangu ni ndugu yangu. Mungu amekutu amenituma nikwambie, acha kazi, naenda kuhubiri. Usipoacha utakufa. Maana mgumu sana nikamwambia sasa kaa basi, tusili hata chakula chako. Mimi niambiwa utakufa. Akaondoka na mpaka leo hajawahi kurudi. Kwa hiyo nimekaa na watu wagumu sana, kwenye mioyo yao walitakia maneno magumu sana. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kifupi, mimi namshukuru Mungu sana. Nimezaliwa kiajabu sana, mimi niko peke yangu kwenye familia. Ndugu zangu tulikuwa kumi, alikufa wote, nikabaki peke yangu. Mama akanitorosha usiku. Baada ya ndugu zangu kwa mekufa wote. Kwa hiyo nimekaa maisha magumu na ukoo wa babangu, mpaka leo siujui uko wapi. Ipo noga na ujua ukoo wa mama mdogo sana uliobakia. Lakini ndugu zangu wengi sijui walikufaga wote, kabakia mwenyewe. Na ukoo wa baba sina hata moja. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tu mniunge mkono ninapomshukuru Mungu kwa sadaka yangu ya shukrani. Uh, ili Mungu anipe nafasi nyingine. Najua ameniponya, amenipa nafasi nyingine. Kwa hiyo mkurugenzi mkuu ina mpango wa kulipiza kisasi lakini sijui ni wapi na lini. Kwa hiyo sasa hivi natafuta viwanja vya kulipiza. Angalau <laughs> mara hii tu. Kwa hiyo naomba nitoe ya sadaka yangu ya shukurani, sijui kama kuna nani au niweke hapa hapa ndio pazuri. Niweke hapa inakuja. Ah, ni moja tu hii sadaka ya shukurani, nafikiri nahitaji vikapu hivyo vingi sana. Eh, mnaniunga mkono hadharani tu. Eh, wananiunga mkono. Aya, mimi naiweka hapa sasa. Mi jama, nitakuwa na imba wimbo mdogo tu. Mungu yu mwema haleluya, Mungu yu mwema haleluya, Mungu Mungu yu mwema haleluya, Mungu yu mwema haleluya, Mungu Mungu yu mwema haleluya Mungu yu mwema, haleluya, ameni, ameniponya Mungu yu mwema, ameni linda, Mungu yu mwema, anani jali Mungu yu mwema, Mungu Mungu yu mwema, haleluya, nisaidie, nisaidie, Mungu yu mwema, haleluya, Mungu, Mungu yu mwema, Haleluya, Mungu yu mwema. Niliingia jeshini ikiwa kijana mdogo sana mwaka sabini na mbili, nilikuwa sijafikisha hata miaka 18, kwa sababu tu akwenda kuhifadhiwa aliye niokota hakuwa na uwezo wa kutunza mke wake alinikataa kwa hiyo akanipeleka kwa mkuu wa kikosi cha jeshi ili nitunzwe na ndivyo ni nilivyoingia jeshini ikiwa mdogo sana miaka kama kumi na sita na au kumi na saba na huko nako nikaingia nikuwa sijabaliza hata shule niliishia darasa la sita Mungu akanipa uwezo nikaenda nikaenda mpaka Cuba nikarudi nikapata mazingira mengine vita Uganda ikaniacha vibaya na ndipo mwaka 80 tarehe 28 nikaokoka pale Kijenge Arusha Mchungaji wangu wa kwanza Sosi anajua alivyonilea, lakini nilikuja kupata sumu nikiwa nikiwa kazini, wenzangu wawili walikufa. E, mama Kivuyo au Esta Kivuyo anaelewa, tulikuwa wasiano, tulikuwa vijana wote pale Kijenge. Kanisa liliniombea sana, lakini baadaye nilitafutwa na watu wasiojulikana wasio huko, mwanzoni walikuwa nataka kutoa uhai yangu, wanataka kunichoma kisu, wakakosea wakachoma mtu mwingine. Ni matukio mengi sana, mengi sana kwao najua, niko hapa kuna sababu. Mungu ambaye ananifanya niishi, ndio maana nimeimba wimbo huu kwamba Mungu yumwema sana katika maisha yetu wakati wote. Asante sana, sana mkurugenzi kwa kunipa nafasi hii.